Mtazamaji wa The Film Zone uh, kupitia Rasi TV natumaini na unazidi kufuatilia. Hii ni episode namba mbili na leo niko na mwanadada ambaye yeye ni mwigizaji wa kazi za sanaa mkoa wa sana Morogoro, lakini pia ana shughuli nyingi, mpambaji, mpishi wa keki hizo tu mbili nazozijua, lakini ya tatu katika hiyo kazi ya sanaa ya uigizaji, leo utapata kujua mengi kuhusiana na yeye, kazi yake alianza wapi, ikawaje, familia yake pia ikaingia kwenye kazi ya sanaa, yote utapata kujua kupitia hapa kwenye Movie Star. Kwa siku ya leo, niko na nani? Niko na mwanadada ana familia kwa jina la Lipe, mkeo alienda kwa dada yake, lakini hapo hapo ulisema wewe na mkeo mlikuwa mna maugongo hapa. Mi nachohitaji mtuelezee jambo ili tuuelewe sasa tazamaji kama nilivyokuambia hapo awali, niko na mwanadada mwanaharakati mpambanaji anaitwa Lipepe. Mimi najua hilo tu, lakini mengi zaidi yale matatu ambayo yeye anaifahamu atakuja kutuambia sisi. Karibu sana kwenye the film zone. Je, maana mtazamaji anatamani kujua, TFA, wewe ni mjumbe? Yeah, huo ni muunganiko Hmm, wa wasanii ila wa mkoa wa Morogoro hmm. kwa sababu mpaka kitaifa pia inatambulika bila kupitia mkoa wa Morogoro. Mimi ni mmoja wapo wa wajumbe ah, mmoja wa wajumbe. Na maana, wewe ni mmiliki wa wasanii ambao wako kwa mkoa wa Morogoro, hebu tueleze sasa kazi yako ya sanaa. Yangu ya sanaa ilianza tangia nikiwa bado mdogo, yaani kiufuku nilikuwa ndani ya darasa, tangia niko shule ya msingi nilikuwa hmm. napenda sana kujishughulisha na vitu vingi shuleni mm. Nilipofika sekondari ndo nilipogundua hichi kitu hiko kwenye damu mm. Kwa sababu tangia nimefika form 1 nilianzisha pale mambo ya kwenye graduation na kutunga maigizo, tunafanya maigizo mm. Kwa nikajikuta ndani ya ile miaka mitatu mizima mm. nikatengeneza limbi kubwa sana la wafuasi uh, ambao walitokea yuza kunipenda uh, okay. Na wasanii baadhi nikawa naibuka nao ambao tunaigiza pamoja mm. Bade ndo safari yangu ilipoanza nikawa mm. napenda sana kuandika hizi stori mm. na kujishughulisha na kuigizaigiza kwenye utunzi, ulijifunza hmm. popote au ilitokea tu ukawa hmm. unapenda kwenye utunzi pia ise, sikujifunza popote, ila nilianza na kupenda mm -hmm. Nilianza na story story ambazo nasimulia watu, nikaanza kujiandikisha. Mwisho wa siku, Mzee Blazizi babu akaja akagundua hichi kipande mm -hmm. Akaniambia, mbona unaweza, hebu jaribu kuandika story mm -hmm. Nikaanza kuandika story ya kwanza peke okay. Akaiangalia mm -hmm. akaipenda, kani andika tena nikaandika, nikaandika msitu wa Kibungu mm -hmm. Akaniambia, yes sasa hii ni story ambayo tunaweza tukaa Hmm. azaneo lakini sasa akaniambia stori aziandiko hivyo yeye ndo akaanza kunifundisha stori na anzaje kuandikwa babu ambaye naye ni msanii na alikuwa ni mwalimu wetu wa kwanza kwenye kundi la sanaa kwa sababu rasmi kabisa tulianza kundi la sanaa nikiwepo na mimi niliingia mwaka elfu mbili na kumi na saba mkonoa ni mmoja wa makundi yako makundi yako ingawa sio kwa wingi kama huko zamani. mm -hmm. Eh, makundi yako ingawa sio kwa wingi, sasa hivi watu wengi wako kwenye majukumu. Zamani koko umri unaturuhusu kufanya hizo kazi, lakini sasa hivi tushakuwa na majukumu, kwa hiyo wengi wao unakuta tuko kwenye majukumu, kwa hiyo makundi yako inasoko kwenye wingi kama ilivyokuwa zamani. Nahisi ilikuwa lika sana, iko kwenye mwitikio mkubwa sana kuliko hizi. Okay, ni kazi yako ya sanaa ambayo hizi zote umeweza kuzifanya, ya kwanza ya Playboy, ya pili na ya tatu. Hebu tuambie ni kitu gani ambacho umekipata kupitia kazi hizo? Kwanza zimenipa utambulisho. Kwanza mwanza sikuwa natambulika hmm, lakini kupitia kazi hizo zimenipa utambuliko na jina kubwa sana hapa mjini. Hmm, na wengi wao unakuta wengine wanamjua Lipepe wajee kuniona lakini kupitia sana sasa hivi Lipepe inafanyaje, wanafahamika na kama sasa hivi kuna kazi yangu ambayo unayoicheza hmm. inaitwa Bwende Bwende, tunaipata hapi nao, inapatikana YouTube na sasa hivi inaonyeshwa kwenye ma stationary studio za mitaani pia hmm. kwa kupitia hiyo nao pia sasa hivi inazidi kunikuza. Lakini umesema huhusiana na kuhusiana na kupata faida kwenye kazi zako ambazo unaweza kufanya, umepata umeshapata ajira sasa, mm. kipato sasa kupitia kazi hizi vipi? Kipato kusemeza ukweli napata kipato, lakini kupitia kazi mm. Yaani sio mwanzo, nilikuwa nafanya hizi kazi kupitia watu mm -hmm. lakini sasa hivi kwa sababu nimeamua kufanya mimi kama mimi mm -hmm. ndio hata kipato naweza kupata kupitia mimi mwenyewe. Ujawaza kufungua production yako? hapo ndio niko kwenye mchakato sasa hivi wa kufungua production yangu. Okay, hebu ya tuambie kuhusiana na sanaa ya Morogoro ya kipindi cha yeah. nyuma 2017 17 b ambapo we unaingia zaidi tuko ishirini na tano, utofauti uko wapi? Okay, huko nyuma kidogo sana niseme kama likuwepo ngumu, mm -hmm. ufanye kazi ujulikane. mm -hmm. Ni asilimia kubwa ya watu walikuwa wanafanya kutokana na umaarufu wao, okay, lakini sasa hivi unafanya kazi kutokana na kipaji chako. mm. watu wanaangalia ni nini unafanya ndio mm. wanapokufuata o mm. tofauti yao kubwa mwanzo na sasa. Mwanzo unafanya kazi kutokana na jina, umaarufu ya umaarufu wako, lakini sasa hivi wanaangalia jinsi gani, kitu gani unachokifanya unawavutia, mm. ndio wana tunaona majukwaa mengi ambayo sasa hivi eh, channel nyingi zinaibuka za filamu zingine, eh, wengine wakiandaa baadhi ya tuzo na nini. Morogoro umeshawahi kuweza kushiriki, na kama mlishiriki mbona tuone mshindi ukija Morogoro, shida iko wapi? kwanza na kuzungumzia labda wasanii wa mkoa wa Morogoro hmm. wapo baadhi ambao tayari wameshaingiza tuzo nini kuingiza kazi, kazi zao hmm. kupitia hizo tuzo hasa akigamboni na nilisha kuwafuatilia hmm lakini hawakufanikiwa kukata. Mm -hmm. Na tukiingia kwenye mkoa wetu mm -hmm. nadhani hii sasa ni awamu ya pili kuingia fangente kwenye mchakato wa watu wa tuzo mm. Lakini mchakato wa kwanza mm, tunzo zilienda vizuri na wasanii waliitika kwa wingi sana kwenda mm, kupeleka kazi zao mm, na tuliona waliopata walipata na waliokosa wali wali walikosa wali. Lakini sasa hivi tuko kwenye mchakato wa mofa, msimu wa pili ndio tunasimulia sasa. sasa tunafanya vizuri Morogoro, tukiacha kuzungumzia kwanza kwenye, kuzu, kwenye tunzo wasanii wengi walikuwa, wa, wa, wa kutoka Dar es Salaam. Wale wasanii wakubwa walikuwa wanakuja sana mkoani Morogoro kufanya kazi na sisi, ina maana kupelekea kwamba kuna kuna wasanii wazuri ndani ya mkoa wetu wa Morogoro. Lakini mbona sasa kwenye kwenye vinyang'anyiro hivi vya tuzo hatuoni tuzo ikija Morogoro, shida iko wapi? Hilo ni swali ambalo kwanza, swali moja nasio sio ni pekee yako tunapenda huwa wanajiuliza. Kama ni kazi tunafanya sana. Mm -hmm. Na kwenye uzuri watu wa Morogoro tuko vizuri sana kwenye kazi. Ila sasa kwenye hizo kupokea hizo kuna ndio kazi. Sijajua tatizo liko wapi. Ila mimi na na imani iko siku mm -hmm, tutakuja kupata. Ingawa tuliwahi kuona director mmoja kwa mbali wa sinema na tuzo mkoani kupitia hizi zitunzo za sinema zetu. Mm -hmm lakini sasa nina imani hmm, kadi tunavyozidi kwenda ndio, basi na hizi kazi tunazozifanya kwenye ubora wa hali ya juu hmm, na imani ipo siku itakuja tunzo kubwa tu ya msanii bora mkoa wa Morogoro ipo tunzo. Ina ushirikiano wa wasanii ndani ya mkoa wa Morogoro ukoje kwa sasa, tofauti na zamani na sasa hivi? Kwa sasa hivi naona ushirikiano uko vizuri sana kuliko huko zamani, kama nilivyokuambia awali. Zamani walikuwa majina, na na wanaangalia majina na wanafuatana kwa majina, lakini sasa hivi hawaangalii jina, wanaangalia kujitoa kwako ukitoa kwenye umoja wa wasanii na jinsi gani unajichanganya kwenye hizi kazi, basi watu wanakufuata kwa hiyo, kupitia umoja wa wasanii kumetufanya wa wasanii wengi tuweze kujuana na kuwa na umoja kwa tunajikuta tunakutana kwenye nyanja tofauti tofauti, kwenye misiba tofauti hmm. kwenye masherehe hmm. tuko wote, na kwenye kazi zetu za sanaa tuko wote. Kwa tunajikuta tunajuana zaidi na zaidi, kwa tofauti na zamani, tulikuwa tukimwona yule staa tunamuogopa hata kumsogelea, lakini sasa hivi tunawasogelea mastaa mdogo kama msanii mwenzetu huchausikuliukinga mm. ni msanii mkubwa, zamani tulikuwa tuweze kumsogelea maana, mm. yupo kwenye dunia mm. yupo kwenye hijuakali yeah. Lakini uweze amini, mpaka nyumbani kwangu anakuja na anakaa kwenye kiti na anakula ugali, tunapiga picha mm. yani tunaishi kama sio star <laughs> yani ni <nikiasi, laughs> eh, eh, family mm. yani kwenye matatizo tuko naye una, unaona kitu kama hicho mm. yani anatufanya tunajihisi sisi ni kama yeye pia ila zamani angekuwa ni kama ule uzamani, tusingeweza hata kumkaribia. Yani unaogopa hata kumpa mkono mm -hmm. lakini sasa hivi mm -hmm. hamna kitu kama hicho. Yako safi kabisa. Tuzungumzie kuhusiana na uwizi, kuibiana script, kuibiana idea story. ah. okay. hapo hilo swali ni yeah. changamoto, kwa sababu ni kweli lipo. mm -hmm. na tunachojifunza, baadhi mm -hmm. ya maraita mm -hmm. kuficha idea Uhum. Kwa sababu kama uweze kuwa msiri kwenye idea yako basi tegemea ya utakayemsimulia kesho story yako akaicheza. Mhm. Unaushauri nini sasa wale ambao wanapenda wakija kwa Lipepe wanataka kuziga dada Lipepe? hebu tuambie, una kitu gani kipya? Unafunguka, unaweza kusema, tunawaambia vipi sasa hivi? mm. Zamani nilikuwa mzembe, nilikuwa naweza kusimulia kila kitu changu <tukutu> <tukutu> <tukutu> na mtu anaweza kutembea na idea yangu, yani uweze amini, naweza nikakutana na story imechezwa <tukutu> mpaka mwili mulu wangu <muluongo> unasisimka, hichi kitu <tukutu> sikipo kwangu, naenda kupekua kwenye makabresha yangu <tukutu> naikuta story yangu, ila yeye kwenye zile cast nilizozipangilia mimi ikazibadilisha kidogo, lakini ndio story kashaicheza tukazie kuhusiana na ne na na, na, yeah. na na ni <Shirley again> so, <Shore> Wuzi kazi ipi ambayo wewe ushawahi kuiona imechezwa ndani ya kwako, ukiangalia kila kitu kasoro tu wale waigiza? Ile niliandika inaitwa Bibi Tatu, ila huwezi kuamini ile kazi nilikuta ikirushwa na ikiangaliwa na ni mauzuri na ni kila kitu cha kuchukua sanii, basi ndio sio hii ni kazi ngapi ambazo kuzifanya umeshawahi DSTV, na unazona sinema z za kwako, unasema huu mkono wako pale? Mpaka sasa hivi kuna kazi ambazo mkono wangu mimi kama mimi mm, na zimetoka kwangu, ingawa e, sikupata chochote mm. E, kuna mmoja inaitwa Playboy mm, na nyingine inaitwa Kalekwa. Mmoja tuliuza Azam na inaonyeshwa na, na ilionyeshwa mm, na nyingine iliuzwa DSTV ambayo ni Karekwa mm. Ni kazi ambayo imepita kwenye mkono wangu, niliandika stori yangu na script mwenyewe na tuliicheza sisi wenyewe kundi letu familia. Inasemaje sana ya kazi yako? Ah, familia yangu bwana inajivunia kutokana na kazi yangu, kwa sababu kabla yangu alianza mwanangu akiwa na miaka mitatu kabla yako alianza mwanangu mwanangu wa kwanza akiwa na miaka mitatu ndio alianza kuigiza. Ilikuwaje alikupika? sijui niseme ni ni nyota yake tu mwenyewe mm. Watu walianza kuona kipaji naye kwake ndio. Ehe. Na mwanao ameweza kwa... kucheza kazi ngapi mpaka sasa hivi? Mwanangu amecheza kazi nyingi ngaa siwezi kuzikumbuka kwa majina mm. Ila na nyingine walikuwa anachukuliwa tu na wasanii kutoka Dar es Salaam, anachukuliwa anaenda, anashuti, anarudishwa ah. Ila pia ameweza kutoka mpaka mkoani Tanga kaenda kafanya kazi mm. Katoka akaenda Tuliani kafanya kazi na ukiacha mm. Hapa Morogoro ingawa kazi kubwa iliompa umaarufu inaitwa Mtoto wa Mama. Mtoto wa Mama akaifanya mkoani Tanga hapo, okay. Alikuwa na miaka kama sita saba hivi hapo eh, tayari na maana eh, na una, una standard eh season 1 alifanya Tanga, season 2 alifanya Morogoro. Mwingine mwenye kipaji kwenu <laughs> ah, kuna mwingine naye mwanangu anaitwa Leila alifanya kazi ya Loranda mm. na alifanyia pia mkoa ni Tanga pia, nayo ilikuwa inaonyeshwa sinema zetu. Ni kazi ambayo iliwapa majina, na ehe. Eh, kwa sasa hizi wa washitafuta majina. Sasa tunatakia tutafute hela. Eh, sasa ni ah. Kutafuta pesa. Mama, unajua una production nyumbani hivi. Eh na yeye. Yaani una kasi hapo kati unazo, mtunzi wewe, production, tunakwama wapi kufungua hapo? Sasa tunakama kwenye capital, waombe kwenye capital. Waombi sasa, hapo jamani, wadau waweze <laughs> kujitokeza waweze kusapoti hapo sasa. Wadau kama Mungu atawajalia, wanaweza kutusapoti. Mimi ni mama wa familia, lakini kiufupi, familia yangu yote imejihusisha kwenye sanaa na ni wasanii ambao wanachukuliwa sana na watu wa nje mm. Wanaenda wanashuti, yani kiufupi tushashuti kazi nyingi sana. Ukija kuniangalia mimi, kazi ambazo sizikumbuki mm. Na sometimes naambiwa tu na watu oh, kazi yako inaonyeshwa, kazi yako inaonyeshwa mm. Hata kwa majina sizijui, ni nyingi mno nimefanya mm -hmm. Dada yangu naye kafanya kazi nyingi mno, na bado tuko sasa hivi tuko kwenye mchakato mm -hmm. Kuna kazi nyingine inaitwa nyingi kaburi haya mimi nimecheza, dadangu pia naye kacheza kwenye kaburi, si yaye. Kwenye bwende mimi nimecheza eh? na Romain mpaka sasa hivi bwende. Siri gani, kwani usingemuuliza babako kama angekupa hai, mama mimi nisome? Nimefanya nini, nimeteseka huko, nimefanya yote hii, kwa sababu wa kurudi huku nani kunyumbani kubadilisha mazingira hapa? Bado tena kuna upuzi tena mnamfanya ukucha. Mimi na wewe tumeonana eh, kwani umeshindwa kunipa hata salamu hivi, mama? Hujaona vitu vyote, umeona salamu ndio kitu cha umuhimu sana kwako? Ndio si haki yangu au una kigana kupewa salamu, mchawi kama wewe mchawi. Ndio mchawi. Wewe mchawi hivi. Dadangu, leo kwenye mchakato wa kuingia kwenye hilo kaburi kuna story inamhitaji. Hiyo inaonyesha wapi? Ipo YouTube kuna channel inaitwa Moju film, ukiingia pale subscribe utakutana na kazi zetu. E, channel mpya. Okay. E, Watu waende kusapoti zaidi, watu waende kusapoti changamoto gani ambazo umeweza kukutana nazo kwenye kazi yako hii ya sanaa ya uigizaji, toka umeanza mpaka sasa hivi? Changamoto ukiangalia sio nyingi, isipokuwa labda nizungumzie upande wetu sisi, wa upande wangu wa script, unakuta unaweza ukachora story ambayo inataka kuonesha yale mambo ambayo ni uhalisia, yanatokea mtaani. Mm. Alafu watu wanakuta na kukatisha tamaa. Hapana, usiandike tu kitu kitakuja kukuletea matatizo. Hmm. Serikali inaweza isipende. Hmm. Lakini ni vitendo ambavyo vipo mitaani na tunaviona. Lakini pia tunahitaji tuwaoneshe watu. Eh, watu waelewe. Kwa sababu sasa hivi kuna limbi kubwa mm, la ushoga, vijana wadogo wanalimikiwa. Watu wanatakiwa wajue. Hivi sababu vinaanzia wapi? Hmm. Lakini tukitaka tuviibue tuviseme na ukweli hmm, vinatoka wapi. Nakuta watu wanaogopa kufunguka. Hmm. Lakini asilimia kubwa ya vijana wanaanza kuadhibikiwa kwenye familia ndani. Yani wanaanza kuadhibikiwa ndani kwenye familia zao. Sasa, kupitia hiyo changamoto, tufanye nini ili tuweze kui. Kuiaminisha jamii hmm. na hata serikali, tukitoa kitu iweze kusapoti. Mimi naona kwanza kuwa kuna uhuru hmm. uhuru wa mwandishi uwe okay. Yani mwandishi hapanuke kwenye kila nyanja, anachotaka kuandika akiandike hmm. na asizuiliwe hmm. ili sasa haya yaliyojificha watu waweze kuyajua sisi ndo vioo vyenyewe ndio watu wanatakiwa wajitazame kupitia sisi, ndio sasa na sisi ndo kuyaibua haya mambo mm, kwa sababu sifa moja ya mwandishi mm, aanze na research kabla ya kuandika mm. Lakini tukiangalia research nyingi ambazo tunazifanya hasa mimi mm, research ambayo nimeifanya nimekuja kugundua baadhi kubwa ya wavulana wanaoharibikiwa mm, yani stori zao zinaanzia ndani ya familia Je, mm. Yeah, wazazi wao wanajua kama stori zao yaani kuharibika kwa vijana wao zimeanzia ndani? Je, yeah, waliweza kuwapa siku moja uhuru wa kukaa nao wakawazungumza ili wajue lile tatizo limetokea wapi? mm. Unakuta wazazi hawawajawahi kufanya kitu kama hicho. Je, yeah, watajuaje wanatakiwa? mm. Wajue kupitia sisi ili sasa atakapoona kijana wake karibikiwa naye akae naye chini amuulize sasa kwa upendo na atafute mbinu gani ya kuwasaidia wengine wanajikuta wanajiua ili kuficha zile aibu, lakini wengine wanazoea na wakizoea mpaka ukubwani wanaziendeleza. Je, yeah, hauoni kama tamaduni zetu ndo zinaenda kufa, mila na desturi zinakufa? okay. eh, eh. unalipi hasa la kumalizia hapo bwana? mimi pa kumalizia, na... ombi, kama una ombi una tamani au una uhitaji wowote, ongea na serikali lakini, lakini pia ongea la, na wasanii wenzako, lakini pia ombi lako binafsi Tamaa yangu kubwa kwanza, huu mm. mkoa wa Morogoro tuweze kutambulika hasa kisanaa mm. kwa sababu sisi tuseme kama ni chimbuko la wasanii mm. wasanii wengi wanaofanikiwa yeah. hata kutoka kwenye mkoa yani, kutoka wanaoibukia kwenye mikoa mingine mm. asilimia kubwa wanatokea mkoa wa Morogoro yeah. lakini mpaka sasa hivi tukiangalia Morogoro yeah. bado tunaonekana tupo nyuma. Hey, hey. Tunaonekana tuko nyuma sasa, sijajua pale shida, shida ipo wapi, lakini sasa mimi naomba, ombi langu kubwa, sisi kwanza, wasanii kama wasanii, tujitathmini wapi tunapokosea, halafu pili tutengeneze marekebisho mm. Pili, tunapoingia zetu kwenye location ili kufanya kazi zetu mm. tunatakiwa tuangalie ubora wa kazi ambayo tunaifanya mm. na production ambazo tunazitumia mm. tusifanye kazi kwenye udogo, ila tufanye kazi kwenye ukubwa wa hali ya juu mm. ili tuweze sasa kunyanyua huu mkoa mm. Angalia, tamthilia nyingi zinatoka Dar es Salaam. Morogoro hatujawahi kuingiza tamthilia ya, ya kubwa zaidi ya utani mpaka sasa hivi lakini ni moja tu, ni moja tu utambi ndio loingia mm. Lakini mpaka sasa hivi tupo tuna deal na online TV. Je, mm, yeah, hatuwezi kufanya kitu kikubwa tukakitengeneza kama mkoa tukapeleka na sisi Azam tukajivunia hilo swala tun, hilo swala tunatakiwa tuanze nalo sisi sasa wa mkoa wa Morogoro, angalau sasa tutambulike zaidi mm. Tusijivunie wale kuja kwetu kutuchukua sisi mm, na kutushutisha kufanyaje tusijivunie kile, tujivunie sisi wenyewe kwanza mm. na kitu chetu kwanza mm, ehe. Na mimi ombi langu kubwa, jamani, kwa wenzetu ambao Mungu kawajalia, mna production zenu, tusupporte sisi ambao hatuna kitu kwa sasa, hatuna production, lakini tunatamani tufanye jambo kubwa. Kazi tunazo, story tunazo, cast tunazo ehe, lakini hatuna uwezo wa kumiliki hizo production tukafanya jambo, ila kama wewe producer, unaweza ukatusapoti, basi tunaomba na sisi ambao wasanii wengine hatuna hizo production tuweze kusapotiwa, tuweze kufanya kitu ambacho kinaweza kikaleta maana kubwa tu mkoani. Ama nikuulize kitu kimoja, wewe uchao una faida gani kwako? Una nyumba? Una gari? Uchao una samani gani kwako, au vile viburu vyavieka ndani ambavyo havionekani kwa macho ya kawaida una nifanya mimi mwanao nataabika, nazunguka magharibi mashariki kutafuta kazi, namtafuta mchawi nani? Kumbe wewe mamangu ndo unaniloga. Mwanangu, nimekuweka tumboni kwangu miezi tisa, nikakuzaa mm -hmm. ni kwa uchungu mwanangu, ndo hiyo kunitamii mchawi. Hivi naweza kweli mimi kukuloga? Ewe mama, ungekuwa umeniweka mimi tumboni wako miezi tisa Usinge ni logo na mtazamaji, kupitia movie star tumeweza kumona Lipepe na ombi lake kwenye production. Watu ambao wanamiliki production, jamani, ijitokeze umeweza kusupporti msikai, naani mkawasubiri wasanii waje kwa ajili ya kifedha, lakini wao wameomba muwasaidie. Lakini pia tunaweza kuijua historia yake na jinsi alivyoanzia mpaka sasa hivi. Kumbuka tu hii ni The Film Zone na mimi Rebecca William, endelea kutazama Ranci TV.